Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 21 Novemba kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya kutolewa Bikira Maria hekaluni. Ionekanavyo, msingi wa adhimisho la leo ni kwamba kanisa la bikira Maria kule Yerusalemu lilitabarukiwa mnamo mwaka mia tano arobaini na tatu. Lilijengwa karibu na mahali palipokuwapo zamani hekalu la Wayahudi. Lakini zaidi ya hayo, Wakristo wa zamani walisimulia hadithi ya kwamba Maria akiwa angali mtoto Alipelekwa hekaluni na wazee wake watakatifu Yoakimu na Ana, kufuatana na nadhiri yao ya kumtolea Mungu mtoto wao. Basi mtoto Maria aliwekwa kati ya wasichana wengine wa Kiyahudi waliokaa huko, alikuwa akisali. Mtakatifu Jeronimo ametueleza kwamba utaratibu aliokuwa akiufuata pamoja na wazazi wake ndio huu. Toka asubuhi mapema sana alikuwa akisali mpaka saa tatu. Toka saa tatu mpaka saa tisa alitumikia kwa kufanya kazi. Baadaye tena alirudia kusali mpaka walipomletea chakula. Saa za kusali alijifunza sheria za Musa na kufanya mambo mema. Sikukuu hii yatusaidia kukumbuka kwamba tangu miaka yake ya kwanza Maria alimwelekea Mungu, yaani alikuwa daima mtumishi wa Bwana. Hata sasa anaendelea hivyo akimtolea mwanaye sala zetu. Na tunatumaini kwamba siku moja kwa maombezi yake sisi wenyewe tutatolewa kwake katika utukufu. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele Amina! Watakatifu wa Afrika, tarehe 21 Novemba: Mtakatifu Gelasius papa aliyetoka Afrika Kaskazini. Bikira Maria, mama wa Mungu, utuombee.